Mwamko wa watu kuja kuangalia vitu ambavyo vinapatikana kwenye Makumbusho ya Taifa, i watu wanaelimu kwamba Makumbusho ya Taifa kuna vitu ambavyo wakija watavikuta watajifunza, ama ni watu kadhaa tu ambao wako kwenye makundi fulani kama maafisa tayari ni watu wenye vyeo au watu wenye status, watu na ufahamu mkubwa wa juu ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye Makumbusho ya Taifa? Kwa kweli ufahamu upo, lakini pia kama Makumbusho ya Taifa hu tunaandaa programu mbalimbali kwa lengo la kuwafata watu na kuwaambia kitu ambacho tunacho kwa lengo la kujiuza pia tufahamu E, wote na programu mbalimbali ambazo tunaziita ni outreach program kwa lengo la kupita mashuleni kwa kuhamasisha jamii kuja, kwa kuta mitaani, kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuja makumbusho kujifunza historia yao ambayo tumehifadhi sisi kama makumbusho ya taifa. Lakini pia sisi hapa tuna tuna gari ambayo ni mobile, eh, mobile museum ambayo ambayo inatembea ambayo inapita mitaani kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuja makumbusho ya taifa. Unajua kuna dhana kwamba makumbusho ni mambo ya kale kale tu peke yake, lakini makumbusho si mambo ya kale tu, hata mambo ya sasa tunayo. Mfano wakija hapa tunaweza kuwafunza mambo mbalimbali E, lakini pia jana tulikuwa na wanafunzi kutoka FM, walikuwa na mada yao kuhusu e, jinsi gani na kuhifadhi fedha zao, yaani jinsi gani kwa matumizi ya fedha. Mfano anapata e, boom, lakini jinsi gani kutumia. Sasa kama makumbusho ya taifa, tuliweza pia kushiriki kwa lengo la kuwaambia hii background ya kuhifadhi pesa ilikuwaje zamani kabla ya ukoloni. Kwa hiyo makumbusho E, tunakaribisha sana jamii kuweza kutembelea, kuweza kujifunza, kuweza kujifunza historia zao ambayo tumehifadhi hapa makumbusho ya taifa. Lakini tunapoelekea pia katika uh, e, siku ya Muungano ambapo ni kesho tarehe 26, tunakaribisha waweza kutembelea makumbusho kwa lengo la kujifunza, lakini pia kuweza kuelimika zaidi, kujua waasisi wetu waliopigania muungano huu walikuwaje, lakini pia, kuona kuona sasa ule mchanga ambao tumekuwa kwa ajili ya kuchanganyia kati ya Tanganyika na Zanzibar kipindi cha mwaka 1964 kwa tunakaribisha sana pia. Kwa kweli tuna vitu vingi ambavyo ni, ambavyo ni vinavutia sana watalii. Mfano tuna magari ya kihistoria ambayo Nyerere alikuwa anatumia kabla ya uhuru na baada ya uhuru, kwa maana kipindi cha tano, lakini baada ya kupata uhuru kuna Aston Morris, kuna Rolls-Royce Phantom 5 ambapo alipatiwa na Queen Elizabeth kunelizabeth tumehifadhi pia hapa lakini pia tuna fuvu la mwanadamu wa kwanza tunaita Zinja tunalo hapa, ambao ni kundi na Dr. Louis Leakey na mke wake Mary Leakey tumelihifadhi. Lakini pia tuna ukumbi mbalimbali ambazo zimebeba historia mbalimbali. Kuna ukumbi wa kihistoria umebeba historia nzima chimbuko ya la chimbuko la lilipopata uhuru na kabla ya uhuru. Lakini pia tuna fedha za zamani, fedha za kale. Kwa hiyo watalii wakija pia wanakuwa surprise kuona vitu ambavyo tumevihifadhi sisi kama makumbusho ya Taifa, na kama pia ni taasisi sahihi ya kuweza kuhifadhi utamaduni ambao tunao, lakini pia ni taasisi ambayo pia inajihusisha na mambo ya eh, kufanya tafiti eh, kutoa elimu pia kwa jamii. Sawa.